Wateja wangu wa Neema Mall, tumefungua mzigo mpya wa nguo nzuri official kama mnavyoona, hii nguo ni very classic, very official. Ukivaa sehemu yoyote unapendeza, kazini, kanisani, kwenye sherehe, mtaani kokote inatambulisha usmati wako. Usmati huu unaanzia Neema Mall. Hii nguo ni very classy, ni nzuri sana na kubwa zaidi. Hii nguo ni free size, kwa hiyo mteja wangu ambaye uko mbali na mimi, agiza wewe, penda rangi tu. Ukishapenda rangi, mambo ya size achana nayo, kwa sababu hii nguo ni free size na kubwa zaidi. Tunauza kwa bei nafuu kabisa, elfu themanini na tano tu, na hii nguo unatumiwa hata huko nje ya nchi. Tunauza jumla na rejareja. Kwa wateja wa jumla, chukua namba yetu, tunauza kuanzia pistano kwa bei ya jumla. Hizi nguo ukivaa unapendeza. Hizi nguo zinatambulisha maana halisi ya boss lady.